Unachojivunia ni utamaduni wa babu wa babu zetu na bibi wa bibi zetu, na huu ndio urithi wetu. Daraja daraja kwa sababu ya mti aina ya mkangazi hapa. mm. unaitwa mti mkangazi. una miaka mingapi huu? mm. na ya. mingi mm. hapa mtu kwa sababu ya daraja ambao mtu anaitwa mtu mkangazi, kwa sababu inaitwa mtu mkangazi, mkangazi. mkangazi. mkangazi. sifa za haya huu maji, maana nasikia kabisa haya maji yana sifa. Naona pale kati kuna kuna jiwe hili, lakini maji haya nimesikia kwamba yana sifa kubwa. Hebu tuambie sifa yake kubwa ni nini? Ah bwana, maji haya kwanza, maji ni mazuri. mm. maji yana shida yoyote Maji yako salama, maji ambayo yanatiririka na yanatiririka mm. kila siku mwaka mm. mzima, je, kukauka ila yanapungua bwana. mm. maji ni dawa, maji ni ni dawa na maji ni afya. kwa hiyo mm. inaondoa matatizo mbalimbali mm. kama changamoto zako za kiafya mm. maradhi, kazini nini, mm. wakisha kuomba hapa mm. ukanao ukanya na kuosha mili yako vizuri basi, mm. mambo yako kwa imani Mwenyezi Mungu mambo kenda

Labda tunaishi kama umeshikwa hivyo. Eh, mwanangu. Unafanyaje? Una nawa tu. Kweli? Kabla ya nawa tia nia nia tatu, watia nia, sio? taka, mu... taka maokoto taka nini, we sema hapo, sema unachokitaka sema unataka nini. Unapotembea katika maeneo haya ya asili unakutana na histori mbalimbali nzuri tu na za kuvutia. Moja ya historia ambayo nimekutana nayo huku, na mimi sikutaka kuiacha hii bahati ama hii nuru ambayo nilokutana nayo, ni haya maji haya maji yana nguvu sana, yana power sana. Umeuona huu mto, huu mto pamoja na huu mti hapa, huu mto wa miaka mingi sana, enzi ya mabibi na mababu, ambao wameshikilia katika huu msitu mkubwa na umepitisha haya maji yenye baraka. Unapokoga unapotoa nuksi kupitia haya maji, na mimi wala sikutaka kuwa najisi, nimebeba na chupa yangu kabisa, ndugu zangu. Kwa hiyo vitu kama hivi ni vitu vizuri na ni vitu vya kujivunia, kwa sababu ni asili yetu, ni tamaduni zetu. Kwa hiyo ukikutana na mambo kama haya, utaki uyaache na utaki uondoke hivi bila kuchota baraka kama hizi. Shukrani kwa kuendelea kunifuatilia, wadau wangu. Hii ndio asili tunasema, hii ndio tamaduni zetu, haya ndio mazingira ya asili yetu, haya ndio mazingira ambayo bibi na babu zetu walikuwa wakiishi katika mazingira haya, mazingira ambayo unasikia sauti mbalimbali mbali. Unasikia sauti za maji, unasikia sauti za wanyama, ndege mbalimbali wanasikika. Kwa hiyo leo nimekuja katika mazingira ambayo ni mazuri. Hebu njoo mwenyewe ujionee mazingira kama jinsi yalivyo, maona utokote jinsi palivyo huko kote palivyo. Kwa hiyo ni mazingira ambayo yanafurahisha wewe mdau wangu wa United Kingdoms of Afrika pamoja na Jalimuda Entertainment. Leo kwa furaha njema kabisa nimekuja katika maeneo haya ya, ya asili ili kuvuta nishati nzuri kabisa za wazee wetu, maona mazingira jinsi yalivyo haya Nama. Hakika kabisa ni sehemu ambayo ni ya kuvutia. Wewe Mtanzania ambaye huko nyumbani upende kutembea hata siku moja, wewe ni mjini mjini na wewe hata kusema basi kwenda hata kijijini kwenu kuja kuangalia mazingira kama haya unashindwa, acha bali zako.